Je, yeah, umewahi kusikia kuhusu jeshi la tembo lililokuja kuivunja Kaaba, lakini likamalizwa kwa mawe madogo kutoka kwa ndege wadogo? Subiri usikie simulizi hii ya kutisha na yenye mafunzo makubwa. karibu kwenye Nandasi TV, na kama unataka simulizi kama hizi kila wiki, usisahau kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa pale video zetu zinavyotoka. Bismillahi rahmanirahim, kwa jina la Mwenyezimungu mwingi mwenye wa rehema na mwenye kurehemu. Katika karne ya sita kabla ya kuzaliwa kwa mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, kulikuwa na mtawala mmoja aitwaye Ablaha al Ashram, aliyekuwa akitawala kwa niaba ya mfalme wa Uhabeshi. Ablaha alikuwa na lengo moja kubwa, kuondoa heshima ya Kaaba na kuivunjilia mbali, ili watu waanze kuhiji kwenye kanisa alilojenga Ule Yemen, kanisa ambalo liliitwa Al-Kulais. Chuki ya Ablaha kwa Kaaba ilikuwa hivi: licha ya kujenga hilo kanisa lenye fahali, waalabu waliendelea kuiheshimu Kaaba na kwenda kuhiji huko. Kitendo hichi kilimchukiza sana Ablaha, akasema ni taharibu lile jengo la Makka kwa mikono yangu mwenyewe. Basi mfalme Abraha akaanza maandalizi ya kwenda kuiharibu Kaaba. Abraha akaandaa jeshi kubwa sana lililokuwa na maelfu ya wanajeshi na tembo mkubwa aitwaye Mahmud. Katika mazingira ya kutisha, jeshi kubwa la tembo likiwa limefika nje ya mji mtukufu wa Makkah, lengo lao likiwa ni moja tu: kuharibu Kaaba, nyumba ya Mwenyezi Mungu. Lakini je, walifanikiwa? Hapa ndipo historia ya mwanadamu ilikutana na uwezo wa Mwenyezi Mungu uliowazi kwa macho ya wote. Abraha akiwa amejiamini kutokana na jeshi lake kubwa lenye silaha na tembo wakubwa wa vita, alifika viunga vya Makkah. Alidhani hakuna wa kumpinga. Kabla ya kuanza uvamizi, watu wake walivamia mali za watu wa Makkah, wakachukua ngamia na mali nyingine. Miongoni mwa waliopolwa ni Abdul Muttalib, babu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye alikwenda kukutana na Abraha binafsi kudai ngamia wake. Abraha akashangaa, akamwambia babu yake na mtume, nilizani utakuja kuniomba niache kuharibu Kaaba, sio kuniomba ngamia wako. Lakini Abdul Muttalib akamjibu kwa utulivu, mimi ni mmiliki wa ngamia, Kaaba ina mmiliki wake, naye atailinda. Siku ilipowadia, Abraha akawa tayari kuingia Makkah kuivunja Kaaba. Huyu tembo mkubwa aliyeitwa Mahmud alipogeuzwa kuelekea Kaaba, alikataa kutembea, lakini alipogeuzwa upande mwingine kama kurudi Yemen au Sham, alikubali kusogea. Hii ilikuwa ishara kubwa na ndipo adabu ya Mwenyezi Mungu ikashuka moja kwa moja. Qur'ani inasimulia tukio hili kwa uzuri ndani ya sura Al-Fil. Sikia. Katika sura Al-Fil muujiza wa Mwenyezi Mungu unaelezewa. bismillahi rahmani rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kulehemu. Alam tala kaifa faala rabbuka bi ashabil fil. Je, yeah. Huoni jinsi Mola wako alivyowatenda watu wa tembo. Alam yaj'al qaidahum fi tari Je, hakuiharibu hila yao na kuifanya bure? Wa alsala alayhim taylan ababir, na akawapelekea ndege kwa makundi. Talmihim bihijarati min sijin, akiwarushia mawe ya udongo mgumu uliochomwa. Fajaalahum kaasfin maaqul, kawaacha kama majani yaliyoliwa. Kisha ndege wa aina ya Babili walikuja kutoka upande wa bahari, kila mmoja akiwa na mawe matatu, moja mdomoni, mawili kwenye makucha. Mawe yale waliarusha juu ya jeshi la Abraha. Kila jiwe lilimpata mtu mmoja tu, na kila aliyegongwa na jiwe lile aliyeyuka kama nyama ya kuoza. Abraha mwenyewe alijeruhiwa vibaya sana. Maulamaa wa historia ya Kiislamu kama Ibn Kathir wanasema kwamba baada ya jeshi lake la Abraha kuangamizwa kwa mawe ya moto yaliyotupwa na ndege wa Babil, Abraha mwenyewe alijeruhiwa vibaya sana. Mwili wake ulianza kuoza na kuharibika taratibu, alikuwa akidhoofika kila siku alipokuwa akirudi Yemen. Mwisho wake ulikuwa wa aibu na mateso. Baadhi ya maulama wanasema kwamba Abraha alikufa njiani, baadhi yao wanasema alikufa pale alipofika Yemen. Tuendelee. Basi mwili wake ukatapakaa vidonda na vipande vya nyama vikamkatika polepole, kama ishara ya ghadhabu ya Allah. faja'alahum ka'asfin maakul, na akawafanya kama majani yaliyoliwa, yaani walioangamizwa na kuteketezwa vibaya, mfano wa punje zilizosagwa au majani yaliyoliwa na wanyama. Kwa hiyo, Ablaha hakufa palepale pale kwenye tukio, lakini aliadhibiwa vikali na alikufa baada ya kurudi kwa fedheha. Hii ni dalili tosha kwamba Allah ndiye mlinzi wa nyumba yake, na historia hii ikawa fundisho la milele kwa waumini wote duniani. Naam ndugu yangu, tumefika tamati, na ikiwa umependezwa na simulizi hii yenye mazingatio, subscribe kwenye chaneli ya Nandasi TV kwa simulizi nyingine kali zenye mafundisho na hamasa. Mpaka wakati mwingine, ulikuwa nami kwa wakati wote. Msimulaji wako Suleiman Abdullah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.